Nikupongeze mkurugenzi na jopo lako kwa usimamizi mzuri wa miradi, sio huu tu miradi, sasa hivi yote inayoletwa, tukileta fedha ya halmashauri, halmashauri yetu inasimamia miradi yote, inakwenda vizuri. Hauwezi ukasikia sijui mradi huu mikwama, fedha zimeisha, bali utasikia kuna chenchi, choo kimeacha chenchi, madarasa yameacha chenchi na miradi mingine inaacha chenchi. Na ndio maana tukianza mradi kuanzia msingi mpaka juu, tunamaliza na watoto wanaingia. tumefanya hivyo kwenye shule ya sekondari ya Tura Day. tumefanya hivyo kwenye shule ya Bolisa. Sasa tunajenga sekondari hapa kwenu Kingale, na yenyewe itaisha hivyo hivyo, hamna kusema hela haijatosha. Naomba nichukue fursa hii kumkaribisha mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kondoa aweze kuzungumza neno na wananchi wa mtaa wa Chemchem. Tunajua miradi ni mingi imepita, lakini katika shule ambazo zilihitajia madarasa kwa lazima moja kiwa ni shule hii ya Chemchem. Niwapongeze timu kutoka halmashauri ya mji, timu yetu ya wataalamu ambao wanashiriki ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya mtaa, kwa sababu hawa ndio wasimamizi waliofanikiwa kutufanyia hii kazi. Muda wote wako saiti, wamesimama kwa uaminifu mkubwa. Najua walimu walikuwa ni katika usimamizi ngazi za mitaa, kata mpaka wilaya, halmashauri, wamekuwa waaminifu madarasa yamekamilika kwa kiwango kizuri na madawati yapo ndani, na leo unakuja kuzindua mradi huu wenye madarasa matatu na matundu ya vyoo kwa kushirikiana na wananchi hawa Chemchem. Ni jambo la msingi sana, na hilo ni kupongeze, kwa sababu miradi ni mingi umesukuma kuja kwenye jimbo hii, ikiwemo ya shule za sekondari na shule za msingi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuridhia kwamba fedha ziletwe kwenye jimbo letu na zishuke pale halmashauri. Basi, kwa sababu ya umoja tulionao tuloujenga kwenye halmashauri, ndio naona wote tuko wamoja na tumeshirikiana kwa pamoja wote kuhakikisha. Nikifanya mkutano ule, lile swali tena msiniulize, kwa sababu nimekwisha lifuta mimi. Nimeingia kwenye hilo darasa, nikauliza wananchi wenyewe wamewahi kuingia kwenye haya madarasa, wakaona aina ya madarasa ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wakasema. Na nyinyi mmeshiriki kwa umoja wenu kuhakikisha haya madarasa yanakamilika. Ninawapongeza na ninawashukuru sana, nyinyi ni watu wazuri, kwa sababu mlinituma mimi. Mimi nilivyoleta kile, nyinyi mkawa na kipaumbele zaidi cha kujitolea nimeona hapa nguvu kazi yenu zaidi ya milioni moja na laki tano. Mngeweza kusema raisi ameshaleta fedha zikafanye kazi. Sasa hii ndo serikali ya Dokta Samia Suluhu Hasan ya viwango vya tailis na viwango vya nini madirisha ya vioo sawa sawa. Kikubwa mwendelee kulitunza hilo, na niwaahidi sio mwisho Tutaendelea kuiboresha hii shule mpaka muone sawasawa, aliyepo chemchemu na aliyepo pale katikati ya mji wote wako sawasawa, sawa.